Naam mtazamaji wa Trend TV, bwana Mwijaku ni moja kati ya watu ambao wako karibu sana na Harmonize. Na this time around ameamua kumzungumzia Harmonize, ameelezea vitu vingi sana kuhusiana na vitu ambavyo yeye anavifahamu kumhusu Harmonize Konde Boy. Mwijaku bwana amempa ushauri Harmonize kuhusiana na mwanamke wa kuoa, kutokana na kwamba ujumbe uliopita katika kurasa wa Harmonize alikuwa anasema kwamba anatamani sana apate, mwa, apate mwanamke nyumbani wa kumtake care Umeelewa eh? Eh, kutokana na kwamba anaona kwamba mwili wake umekuwa ni wa, ni wa, ni wa majira tofauti tofauti, yani unakuta kipindi kingine anaonekana yuko na kitambi, sometime anaonekana yuko kawaida na vitu vingine kama hivyo, na sababu amesema kwamba hana mtu nyumbani ambaye anam, anamzingatia katika swala zima la misosi. Umeona bwana eh? so anatamani Harmonize apate mwanamke nyumbani. Kutokana na hilo, Mwijaku moja kwa moja amechukua nafasi hiyo na kumshauri Harmonize kuhusiana na mwanamke wa kuoa. So hapa, hebu msikilize Harmonize mwenyewe, sorry, msikilize hapa Mwijaku akilizungumzia swala hilo. E bwana Harmonize ameonyesha mwanamke ambaye ataishi na wewe kwenye shida na raha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, annikah min sunnati faman raghiba min sunnati falaysa minni, ndio ni sunna yangu mwenye kufuata kuifuata kwa na mimi na mimi na asifuata hata kwa na mimi ila, wanasema utaoa mwanamke kwa kuangalia vitu vitatu: uzuri wake cha kwanza, cha pili e, dini yake, cha tatu ahlal bait, watu wake wa nyumbani wakoje yani. Shaka zake wala ishije usije ukaoa, eh, kwa kufata matamanio. Mtangulize Mungu kabla hujaingia kwa ndoa si Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Mwijaku. Ukiwa kama mdau, hebu tuambie wewe pia una maoni gani kuhusiana na nia ambayo Harmonize ameionyesha, lakini pia vile vile kuhusiana na ujumbe ambao Mwijaku amempa Harmonize kabla hajaingia katika ndoa. Weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment. Na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.